Kwa majina naitwa Spenciana Gregory Ndomba, ni katibu wa Shivuta. Leo kulikuwa na semina ya viongozi wa mauvuki yote ambayo inasimamiwa na taasisi ya Shivuta na kuliita viongozi wa mauvuki yote ambayo wanasimamia hayo mauvuki ambayo yameanzishwa, ambayo chini ya taasisi ya Shivuta kwa lengo la kupata elimu. Maana viongozi ambao walikuwa wamelengwa ni mwenyekiti katibu mwazini afisa nizamu. Viongozi hawa ndio ambao wanasimamia hayo maumoja. Lengo kubwa ni kwamba watakapokuwa kule kwenye maumoja, wasimamie katika haki na kwa sheria na kanuni ambazo tumejiwekea. siri ya mafanikio yenu ni ipi? hasa siri ya mafanikio yetu sisi ni kusimamia miongozo ambayo tunakuwa tunapewa na taasisi ya Shivuta. Nini wito wako kwa vikundi vingine? Vikundi vingine vyote napenda kuwaambia kwamba wasimamie kanuni za nchi, lakini pia wasajili vikundi vyao wasijiendeshe kiolela, wakae kwenye kanuni na taratibu zote ambazo zimewekwa na nchi yetu hii ya Tanzania. Mambo ya kausha damu kausha damu wachane nayo kabisa, waingie kwenye vikundi ambavyo vimesajiliwa kiserikali lakini pia vikundi ambavyo vina usimamizi sahihi na walimu makini.